Kweli. Ah, si yapi nafasi kabisa kwenye akili yangu mimi ah, ujue kicho muda mwingine akili zako zinakuwa fyatu, lakini kuna muda unaongea vitu sensitive. Kweli usemayo ni ya kweli, na mimi nashangaa wahenga hawa aliyeumba neno mapenzi kwa kweli hakuwashauri vijana kwamba yana maumivu. Mimi naogopa sana mwanangu Junior akija katendwa, akija akaingizwa kwenye mkenge, yani nitamuonea huruma sana mwanangu. Ah, yaani natamani hata sijui ni mshauri kitu gani, lakini ah, sijui. Ah, unajua nini mfalme, yani mtu akishapenda anakuwa kama poyoyo yani huwezi ukamwambia kitu. Haoni A wala B, yani anakuwa amechanganyikiwa akili yake, anakuwa yuko office kabisa, yani. Hawezi akaona wala akashaurika, in short haya mambo hayawezi kushaurika yani.